Tunapoanza safari yetu ya hekima leo, Yesu anaelekea Galilaya ambako alikulia alipokuwa mtoto mdogo. Kwa kweli, Mtume Yohana anatupa dokezo kidogo kuhusu kipindi hiki kinachofuata katika huduma ya Yesu anapoandika hapa, sasa katika sura ya nne mstari wa arobaini na nne kwa maana Yesu mwenyewe alikuwa ameshuhudia kwamba nabii hakubaliki katika nchi yake mwenyewe. Basi alipofika Galilaya, wa Galilaya walimpokea kwa kuwa walikuwa wameona yote aliyoyafanya Yerusalemu wakati wa sikukuu cool. Sasa hebu ni kuambie huenda Yesu alipokelewa vizuri Galilaya, lakini hiyo hali ya kumkaribisha itabadilika na kuwa amri ya kumfukuza aondoke mjini. Kwa kweli injili ya Mathayo inatuambia kwamba Yesu aliingia Galilaya kihubiri, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Injili ya Marko pia inaandika kwamba huu ndio ujumbe mkuu wa Yesu katika Marko sura ya kwanza mstari wa 15. Unaona yeye ni mfalme na anaitolea taifa lake ufalme wake. Injili ya Luka inatuambia kwamba Yesu alirudi Galilaya akiwa na nguvu za Roho na akafundisha katika masinagogi yao. Hiyo ni Luka sura ya nne, mstari wa 14 hadi 15. Na sasa kama unavyojua tunasoma injili kwa mpangilio wa matukio na kile kinachotokea kwanza hapa Galilaya katika sura hii ya huduma kimeandikwa kwetu katika injili ya Yohana sura ya nne, sasa mstari wa arobaini na sita: basi akaja tena Kana ya Galilaya ambako aligeuza maji kuwa divai, na huko Kapanaumu kulikuwa na ofisa mmoja ambaye mwanawe alikuwa mgonjwa. Huyu mtu aliposikia kwamba Yesu ametoka Yudea kuja Galilaya, alimwendea na kumwomba ashuke amponye mwanawe, kwa kuwa alikuwa karibu kufa. Sasa jambo la kwanza linalokuvutia hapa ni kwamba una huyu mtu mashuhuri kutoka mahakamani Mwarumi akimjia huyu huyu mwana wa seremala maskini, huyu rabi wa kiyahudi anayesafiri kwa nini? Naam, ni kwa sababu anaamini kwamba Yesu anaweza kumponya mwanawe bila kujali wengine wanasema nini kumhusu. Huyu baba kwa kweli hapa amekata tamaa kabisa. Na niambie, watu wanapopitia shida kwa asili huanza kuomba mimi sijawahi kukutana na mtu asiamini mungu kwenye chumba cha dharura sasa hapa kwenye kifungu hiki, yuko karibu kumwomba Yesu amponye mwanawe, na kwa njia, ana haki kufanya hivyo. Lakini anakosea kudhani kwamba Yesu lazima awepo kimwili ili amponye mwanawe. Hajui kwamba Yesu ndiye anayeshikilia ulimwengu wote pamoja kwa nguvu zake, kama vile Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 17 inavyotuambia. Lakini jambo la ajabu hapa ni kwamba Yesu anakubali mtu yeyote atakayemjia kwa imani, hata kama hawaelewi nusu ya kile wanachoomba. Hivyo huyu mtu mashuhuri anamwomba Yesu hapa sasa. Mstari wa 49 unasema, Bwana shuka kabla mtoto wangu hajafa. Neno la Kigiriki hapa kwa ajili ya wanane ni cheo cha heshima, anamwambia mtu aliye juu yake kwa hiyo kimsingi anamwambia Yesu, ninajua wewe ni zaidi ya seremala aliyekuwa rabi, ninajua una mamlaka ya kweli. Basi Yesu anajibu katika mstari wa hamsini, nenda mwanao ataishi. Basi ndiyo hivyo tu. Yesu hahitaji kwenda nyumbani kwa yule mtu mashuhuri, hata hahitaji kumgusa mwanawe. Ni tu nenda mwanao amepona hivyo tu, ndiyo hivyo, ndivyo ilivyo. Lakini usipuuze kwa njia yoyote jinsi mtu huyu alivyoshughulikia jambo hili. Yule mtu aliamini neno ambalo Yesu alimwambia na akaenda zake. Sasa hebu nikuambie, hiyo ndiyo imani ikifanya kazi. Sasa kile kinachotokea baadaye ni cha kushangaza. Akiwa njiani kurudi nyumbani, yule mtu anakutana na mmoja wa watumishi wake wa nyumbani ambaye alikuwa amekimbia kumwambia kwamba mwanawe ghafla, unajua amepona. Basi wanazungumza na kuchumbuza na kugundua kwamba saa ile ile Yesu aliposema yule mtoto ataishi homa ilimwacha. Sasa kwa hilo, mtu huyu na nyumba yake yote, kama tunavyoambiwa hapa kwenye mstari wa hamsini na tatu, waliamini kwa Yesu kama masihi wao. Baada ya hayo Yesu na wanafunzi wake wakaondoka Kana. E, Luka sura ya nne mstari wa 16 tukirudi huko, inatuambia kwamba walifika Nazareti ambako alikuwa amekulia na kwa njia, Nazareti si mji mkubwa. Wanaakiolojia wamebaini kwamba wakati wa utoto wa Yesu Nazareti ilikuwa na idadi ya watu wapatao mia nne. Sasa tunajua pia kwamba ilikuwa kijiji maskini sana kwa kweli hawajawahi kugundua vyombo vya udongo vya bei ghali Nazareti, bali vyombo vya kawaida tu kama sufuria na viungu vilivyotengenezwa kwa udongo. Mstari wa kumi na sita unaendelea sasa kwa kusema, kama ilivyokuwa desturi yake, alienda kwenye sinagogi siku ya Sabato na akasimama kusoma. Na gombo la nabii Isaya likaletwa kwake, akalifungua lile gombo na akapata mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu kwa sababu amenipaka mafuta ni wahubirie maskini habari njema, amenituma nitangaze uhuru kwa mateka na kurejesha kuona kwa vipofu, waweka huru waliodhulumiwa, na kutangaza mwaka wa kibali cha Bwana. Sikiliza, Wayahudi walipenda sana unabii huu maalum kutoka Isaya sura ya sitini na moja, na kwa sababu nzuri inasema kwamba wakati Masihi atakapokuja, yule aliyepakwa mafuta, maisha yatakuwa bora kwa kila mtu. Wewe utapata uhuru ha, uponyaji wa magonjwa, utapata uhuru wa kisiasa. Yaani, huu ni mmoja wa mistari yao wanayoipenda sana. Lakini kisha mstari wa 21 unaandika maneno ya Yesu kuhusu ah kifungu hiki, hileo, andiko hili limetimia masikioni mwenu. Kwa maneno mengine unaweza kutafsiri hivi, andiko hili limetimia wakati mmekuwa mkilisikiliza. Yesu anasema nini? Anasema mimi ndiye mimi ndiye aliyepakwa mafuta, mimi ndiye Masiha na niko hapa sasa. Ukiunganisha simulizi la injili ya Luka na ile ya Marko sura ya sita utaona kwamba hisia za watu zinabadilika paraka sana, kutoka kwa mshangao hadi hasira. Inawezekanaje kijana huyu adai kuwa ndiye masiha ilhali tulimwona akikuwa kweli? Hawana imani hata kidogo na kile anachosema. Yesu anatuliza vurugu na anaongeza hapa, katika Luka sura ya nne mstari wa ishirini na tatu bila shaka mtaniambia methali hii, daktari jiponye mwenyewe. Lile tulilosikia ulifanya huko Kapanaumu ulifanye katika mji wako pia. Kwa maneno mengine, Yesu anasema, eh, nyote mnataka nifanye muujiza ili kuthibitisha kile nilichosema tu kwamba mimi ndiye Masiha. Lakini badala yake, Yesu anaanza kuzungumza hapa katika mistari inayofuata kuhusu jinsi manabii Eliya na Elisha walivyotumwa kuwahubiria watu wasiomcha Mungu ambao si Wayahudi, kwa sababu Israeli hawakutaka kuwasikiliza. Hebu ni kuambie, watu hawa wa Nazareti walielewa mara moja kile Yesu alikuwa anasema. Yeye anasema yeye ndiye nabii kama Eliya na Elisha, na kwa kuwa wanakataa kumwamini, basi wao ni wabaya tu kama wale watu wasiomcha Mungu ambao si Wayahudi. Na hebu ni kuambie, kwa hilo ni tama bomu la nyuklia limelipuka ndani ya sinagogi. Mstari wa ishirini na tisa unasema wakasimama, wakamtoa nje ya mji na kumpeleka kwenye kilele cha mlima ambako mji wao umejengwa, ili wamtupe chini ya mwamba huo. Sasa lazima nikuambie, kama ningekuwa Yesu ningewafanyia muujiza wakati huo huo, muujiza wa hukumu. Unajua, baada ya yote wanajaribu kumtupa chini ya mwamba hapa, lakini badala yake tunaambiwa kwamba aliteleza tu kimujiza katikati ya ule umati, labda akawa asiyeonekana hatujui hasa alichofanya lakini alitoweka tu, na kuondoka kimya kimya. Sasa, wapendwa, nataka muangalie kile ambacho Yesu hakufanya. Kwanza, hakupoteza udhibiti. Mstari wa thelathini unasema, lakini akapita katikati yao akaenda zake. Kwa urahisi tu aliondoka. Yeye hakurudisha nyuma. Pili, nataka uone kwamba hakukata tamaa. Yaani, fikiria hili. Yesu ni Mungu kamili, lakini pia ni mwanadamu kamili. Hii ni mji wake alikozaliwa, hawa ni marafiki zake aliokuwa nao, hawa ni majirani zake, na sasa wanataka kumuua. Basi Yesu kama mwanadamu angeumizwa sana moyoni. Sasa angalia kile anachotuonyesha kama mfano, inawezekana huumizwa, lakini Usikate tamaa. Mwisho, nataka nionyeshe kwamba Yesu hakupoteza mwelekeo. Tena mstari wa thelathini unatueleza akaenda zake, yaani aliendelea na huduma aliyokuwa ameanza tu. Kitenzi kilichotumika kinaonyesha kwamba aliendelea tu mbele. Hakuwa na nia ya kukata tamaa, hakuwa na mpango wa kupoteza mwelekeo. Unajua, labda leo unakumbana na kukataliwa, labda unadhihakiwa na wanafunzi wenzako au au wenzako kazini. Labda umeoa au umeolewa na mtu ambaye hatambui upendo wako kwa Kristo na na kanisa ambalo unataka kuhudhuria kwa uaminifu zaidi. Labda labda una wanafamilia wanaofikiri kwamba umechanganyikiwa, wewe ni mwehu, umepoteza akili kwa kumfuata Yesu. Basi fuata mfano huu: Usipoteze udhibiti wa hisia zako, yaani usilipize kisasi. Usikate tamaa unapomfuata Bwana, yeye pia alikataliwa. Na usipoteze mtazamo wa ukweli ulionao. Una kile ambacho dunia inahitaji zaidi: msamaha, kusudi na mwishoni, maisha ya baadaye mbinguni, milele. Kwa hiyo, wapendwa, msipoteze udhibiti